Dug TV1 harakati zetu mawaidha mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya, ya mkononi pamoja na Dug TV1 miski ya roho unachomkaji Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina

Maashara al-muslimin, jambo la kwanza linayohusia nafsi yangu dhaifu. Pili, tuna kila haki na sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mengi ambayo ametuneemesha na anaendelea kutuneemesha, na kubwa zaidi katika hayo

Maudhu yetu tutaijenga katika hadithi hii. Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, katika maneno haya amekusanya vitu vitatu, vitu ambavyo la tatimu saadatul insan illa biha, haiwezi kutimia furaha ya mwanadamu awe ni muislamu, awe hana dini, lakini muda wa kuwa ni Muislamu, muda wa kuwa ni mwanadamu basi, atafuta atakavyotafuta, lakini haiwezi kutimia ya furaha yake ila pale atakapokuwa ameyashika mambo haya ambayo ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Na mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja katika hadithi hii kama anavyosema, man asbaha minkum amina, jambo la kwanza kwamba yoyote ambaye atakayepambaukiwa ama akafikiwa na asubuhi na hali ya kuwa ana amani, fi sirbihi juu ya nafsi yake, juu ya familia yake, juu ya mali yake, juu ya watu wake wa nyumbani, juu nyu ya akili yake, juu ya dini yake na akhira yake, hilo ni jambo la kwanza. Akataja kuwa jambo la kwanza ni al-amnu ni mtu kuwa na amani. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema muafan fi jasadi, na hali ya kuwa mtu huyo ni mwenye afya katika mwili wake, mwenye afya katika dini yake, ana afya katika dunia yake, kadhalika na akhera yake. Na jambo la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamaliza nalo indahu kutu yaumi, na akawa mtu huyu hana mazonge juu ya riziki yake ya siku basi mtu ambaye atakayeweza kuyakusanya haya ama akapewa haya mambo yote matatu, jambo la kwanza akawa na, na amani na akawa na afya kwenye mwili wake, kwenye dini yake na akhira yake, lakini la mwisho akawa na chochote cha kuingiza katika kinywa chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa kaanna ma hizat lahu dunya, basi mtu huyo anakuwa kana kwamba amekusanyiwa dunia yote. Yani, malaka ad dunya kullaha, mtu huyo anakuwa kana kwamba ameimiliki dunia yote anapokuwa amejaliwa na al-haq subhanahu wa ta'ala mambo matatu. Limadha sallallahu alaihi wasallam bada bil amni. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam aanze na amani? Amani ni nini? Na amani faida zake ni zipi? Kadhalika, amani inapotoweka katika eneo ma, eneo husika athari zake ni zipi? Amezieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika Alhaq subhanahu wa taala jalla wa ala amezieleza athari zake. <sighs> Lakini ndugu zangu Waislamu, moja katika hikma za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza na amani, kwa sababu amani ndiyo kila kitu. Bal ulama wanasema kwamba miongoni mwa neema zilizokuwa kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameneemesha kwa mtu baada neemati lislami wa dini, baada ya neema ya Uislamu kafahamu uwepo Allah subhanahu wa ta'ala, neema inayofuatia ni neema tul amni, neema ya amani. Limadha, kwa nini neema ya amani? Leo hii amani ndio ambayo imetujalia sisi tukaweza kukusanyikana ukawepo mkutano huu wa kheri katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala tukaweza kukaa hivi kwa pamoja zaidi ya nusu saa zaidi ya dakika thelathini na zaidi ni kwa sababu tuna amani. Leo hii tunaweza kuketi na familia zetu na watoto zetu na wake zetu tukafurahi, ni kwa sababu tuna amani. Leo hii hata wale ambao tunaona wanaleta uvunjifu wa amani, wanafanya mambo ambayo yaishiria juu ya kuivunja amani wanaweza kudhihirisha matamanio yao ya nafsi yanayoishiria juu ya, ya kuvunja amani hii tuliyokuwa nayo, ni kwa sababu wana amani. Lau si amani tusingeweza hata kukusana, kukutana kama hivi ambavyo tumekutana leo. Tusingeweza kukaa hata dakika tano tukaweza kusikiliza maandiko ya alhaq subhanahu wa taala jalla wa ala tusingeweza kukaa na kusikiliza athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zaishiria makutoa mwongozo juu ya dunia yetu na maslahi yetu duniani na akhera, mbele al ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tuna amani. Hatukiyaweza kuyafanya haya ni kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametujalia amani. Amani hii vipo vitu vingi ambavyo vinaweza vikaiondosha amani, na kuna vitu ambavyo vinaweza vikaleta vika amani na vikaidumisha amani, amevielekeza Alhaqu subhanahu wa taala jalla wa ala. Lakini tufahamu kwamba amani si kama ambavyo wanavyofahamu baadhi ya watu kwamba amani ni katika mambo ya kisiasa amani ni katika mambo ya kitaifa, amani katika mambo ya kingazi za kijuu la. Bali amani inaanza kwa mtu mmoja mmoja, kwa wawili na zaidi ya wawili. Sehemu yoyote ambapo kuna mujtamaa, lazima amani iwepo. Leo hii mtu asipokuwa na amani juu ya nafsi yake, asipokuwa na amani juu ya mali yake, asipokuwa na amani juu ya dini yake mtu huyu hatokuwa na furaha wala haitotimia saada yake katika nafsi yake, lakini kadhalika hatokienda katika familia. Leo hii kuna baadhi ya watoto ambao wana akili nzuri na upeo mzuri wa kiakili, wanafahamu kali, lakini wanafanya vibaya katika masomo yao, wanafanya vibaya katika mambo yao, wanafanya vibaya katika kazi zao Ukitizama asasi ya kupatikana haya, ni kwa sababu ya kutoweka amani katika majumba yetu, ni kutoweka amani katika familia zetu, na ndio maana ile athari ikaenda mpaka kwa watoto wetu, mpaka kwa wale ambao tunawalea, na muda mwingine athari hii inaenda mpaka inaenea kwa mtu yoyote. Leo hii waweza kuwa nasari, wewe upo katika kiyama ambapo yahitajika wewe usome suratul Fatiha lakini ukajikuta umesoma tashahud ama ukaleta sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini chanzo ni nini? Ni kwa sababu huna amani katika nafsi yako, huna amani katika familia yako. Kwa hiyo amani ndiyo kitu kikubwa ambacho ni mwanzo wa kutimia saada ya mwanadamu katika dunia yake na akhera yake. Amani. Tutatizama moja katika muhimili ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala ameutaja kwamba msingi huu ndio ambao unaweza kuleta amani sehemu ambapo amani imeondoka, amani mighib inaweza ikaleta amani, lakini pia vile vile ndio muhimili ambao unaweza kuwa ni sababu ya kudumisha amani kwa mtu mmoja mmoja na zaidi ya mmoja. Jambo la kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hasa kaielekeza khitabu hii kwa muumini. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul, yenye ambao mmeamini, ikiwa nyinyi mtataka mwidumishe amani yenu na upendo mliokuwa nao, mkitaka nyinyi mpate saada ndani ya nafsi zenu

watu watukumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, ndio jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepoteza wakati wake mwingi akiwahubiria watu kuhusiana na jambo hili, namna gani watu watapata saada, watapata amani juu ya nafsi zao. ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa alikum nara. Khitabu hii ni ya kuingiza amani juu ya nyoyo zetu na nyoyo za familia zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia muda wake mwingi kuhubiria jambo ambalo linaweza kuleta amani na likadumisha amani kwa mtu mmoja mmoja hata kwa watu wote. Jambo la kwanza ni watu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpokesha Allah ni kufuata yale ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikiwemo watu wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, wasiabudu pamoja na Allah vitu vingine. Watu wamfuate Mtume Muhammad muhamadi sallallahu alaihi wasallam kwenye yale ambayo amekuja nayo, ambayo amejuzwa kwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala wataala jalla wa ala, na kudumisha amani katika maeneo yetu ambapo imeghibu amani. Lakini jambo la pili, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya hii wa ulil amri minkum, na muwatii kama mnavyomtia Allah subhanahu wa ta'ala, na mnavyomtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na watiini wenye mamlaka juu yenu, viongozi wenu watiini. Na viongozi hawa imma wawe ni wa kidini na imma wawe ni wa wa kiserikali, lakini lazima kutiiwa ni amri Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana khitabu hii Mwenyezi Mungu akawahusisha wale walioamini, kwa maana Waislamu, kwa maana Waislamu, katika kuwatii viongozi wao, wawe ni safia kwanza, wawe ni mstari wa kwanza kuhakikisha viongozi wao wanawatii, na hasa viongozi hao watakapokuwa naamrisha amri ambazo imma zinawafikiana na amri za Allah zinawafikiana na amri za Mtume salallahu alaihi wasallam, basi ni lazima zaidi kuwatii viongozi hao. Na jambo ambalo la laishiria juu ya ulazima wa waislamu kuwatii viongozi wao kwenye jambo lolote, lazima kuwasikiliza na kuwatii viongozi ni hadithi ya Mtume, Mtume salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Mtume salallahu alaihi wasallam

na kuwatii juu ya amri zao wanazozileta kwa raia wao, kwa watu wao. Ala almari lmuslimi, ni lazima kusikiliza na kutii, tena juu ya mtu si mtu tu, bali ni Muislamu, jambo hilo ni la lazima. Fima ahabba au kariha, ima kiongozi huyo ameamrisha katika jambo ambalo wewe unalipenda juu ya nafsi yako na ima kiongozi huyo ameamrisha katika jambo ambalo wewe nafsi yako hairidhii jambo hilo, haukubaliani nalo, pengine lina minya kwenye sehemu fulani juu ya maslahi yako, juu ya dunia yako, au pengine jambo hilo kakuwewe moja kwa moja halina maslahi na wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa amri kwamba ni lazima umsikiliza na umtii kiongozi wako, asamu wa taa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma lam yu yu'mar bi ma'siyatin, mda wakuwa haukuamrishwa kuna kukumkosea Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kuvunja moja katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima kumtii kiongozi wako. Fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a, na ikitokea kiongozi akamrisha watu wamkosee Allah wamkosee mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akosee wa, wa, wavunje sheria katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, fala sam'a wala ta'a. Wakati huo ama hina idhin, hatosikilizwa kiongozi yoyote wala hatotiwa na kufuato yale ambayo anayataka. Mfano, kiongozi akaamrisha pengine wanawake watembee uchi, ama pengine kiongozi akakataza watu wasienda kusali wasimwabudu mola wao na hakuna sababu ya msingi ambayo imempelekea atoe amri hiyo. Lakini pakiwepo na amri mathalan, kipindi cha nyuma uliingia yaliingia maradhi ya mlipuko, ambapo tukazuiliwa kuingia misikitini, kwa sababu kuna sababu, na hiyo ilitokea hata zama za Mtume sallallahu alehi wasallam. Lakini ikiwa akaamrisha kuvunjwa amri yoyote katika amri za Allah hatutuiwa wala hatufuatwa. Yale anayoyatoa maagizo anayoyatoa hatufuatwa, kwa sababu tayari ameshakinzana na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. La sam'a wala ta'a, hakuna kumsikiliza wala kumtii yale ambayo anaoyasema. Na katika hili kuna baadhi yetu ambao tunatoka chini ya taa za viongozi wetu, hatufuati amri. Mfano viongozi wanaamrisha pengine kufanya usafi, kuna juma mosi ya kufanya usafi, lakini muislamu unamkuta anaikeuka sheria hii, ama anakeuka amri hii, nani ya kiongozi wake. Ibnu Taimia rahimahullahu tabaraka wa taala ana msimamo mkali sana kuhusiana mtu ambaye anayetoka chini ya taa ya Allah na mtume Muhammadi na viongozi wake. Ibnu Taimia Ibnu Harani rahimahullahu tabaraka wa taala

anautiifu juu ya mtume wake na anautiifu kwa viongozi wake, mtu huyo malipo yake ni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. waman kana la yuti'uhum illa lima yakhudhuhu min wilaya wal mal, na ambaye hakuwasikiliza na kuwatii viongozi wake ila kwa ajili ya ambacho anakichukua katika uongozi, pengine atafuta nafasi fulani kwenye aingie apate uongozi, kuna kitu fulani anakipata ama anakihitajia, walmali, ama anahitajia mali. Kuna mrija fulani ambao yeye ananufaika ana nao, kuna kitu fulani ananufaika nacho, ndio maana anawatii viongozi wake. Anasema fa in atuhu ataao, basi mtu huyo viongozi wakimpa kile ambacho anakitamani anawatii. Wa in manauhu asahum, na wakimzuilia basi ee anaenda kinyume nao na watakavyo Anasema Sheikhul Islam, famalahu fil akhirati min khalaq, mtu huyu hana hesa, hana fungu lolote, wala hana nasibu mbele ya mola wake siku ya Kiyama. Hata kama ulikuwa ni mtu wa kuswali, wa kufunga, wa kusimama usiku, lakini muda wako haukuwatii viongozi wako, haukusikiliza na kuwatii viongozi wako, haukuwa na utiifu, haukuwa na usikivu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hauna fungu lolote. Hautakwenda kuchukua chochote mbele Allah subhanahu wa taala. Haya ni maneno ambayo yanaishiria juu ya watu kuwatii viongozi wao, na ndio jambo ambalo linaloweza kuleta amani na kudumisha amani katika maeneo yetu. Ikiwa leo ndani ya nyumba baba ndio kiongozi akatiiwa, akasikiliza na kufuatwa amri zake, ikiwa ni baba akawahurumia wadogo watoto wake na mama pia vilevile akaheshimu akaheshimiwa, la shaka kwamba katika nyumba hii lazima amani itakuwepo. Kadhalika katika ofisi yetu, ikiwa leo bosi hasikilizwi wala kutiiwa wala kufuatwa amri anazozitoa, la shaka kwamba katika ofisi hiyo lazima amani itatoweka. Lazima kadhalika sehemu ambayo hatuii Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume sallallahu wa alaihi wasallam Mtume anasema hivi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kadha, alafu kisha wewe ukaenda kinyume na atakavyo Allah subhanahu wa ta'ala, unaleta na kuzusha ama kuanzisha kitu fulani cha ukosefu wa amani katika nafsi yako. Na ndio maana leo kaona makufar wasiokuwa na dini wanahofu sana, tena pale unaposikia mauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanajua kule waendapo, wanajua ambacho wamekifanya duniani

ila baada ya kumtia Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam na wenye mamlaka juu yetu, awe ni Mwislamu awe sio Mwislamu, lakini muda wa kuwa hakuamrisha kukosewa Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameamrisha katika mambo ya kheri, ni sisi wajibu kufuata amri na maelekezo ya viongozi wetu.